Odi odi, um dani

nilikuwa na shida na pete kavu, sijui unaweza kufahamu alipo. Unamdai ama nakudai, ndugu yangu? Hivi ukiniambia alipo, napungukiwa nini? Nimeshaenda kwake, nimemkosa, nimepita kwenye vijio vyake pote, nimemkosa, eh? Kama unapafahamu alipo, unaweza ukaniambia. kama unamdai hela, kukulipa aipo. Na kama nakudai wewe, leta hela yote kwangu mimi, ni mwaminifu wa kwanza, akija na mpa yake yote mimi. Oya, hebu acha masiara basi. mimi si Diana na Petekavu. Wewe niambie, kama unajua alipo au hujui, nijue moja. Okay, shortcut. Petekavu amefungwa huko gerezani huko. Kwani? Amefanya kosa gani? Ah. Sijua ameiba huko, sijua ametapeli huko. Ah. Mimi sijui zangu mimi. Ah. <sighs> Huko. Na amefungwa tangu lini? Bwana we, mbona maswali mengi? Kwani wewe afande? Kwanza anza ushanichosha mimi. Leta buku ujibiwe.

Mke wangu, una kitu nataka nikujuze. Na kitu gani hicho? Hivi unafikiri ni kwa nini maji ni sehemu kubwa ya uumbaji? Hapana, sifahamu. Sababu kubwa ni kwamba maji yametandwa na utulivu, tena sura yake ni ya ukarimu. Kupitia maji haya, hata sisi wanadamu tunajifunza kuwa tunapaswa kuwa na utulivu katika kila engo, ikiwemo engo ya ndoa. Unamaanisha nini mume wangu? Kwa sasa uwezi kunielewa ila jambo kwa wakati, ila muda ukifika, nadhani utanielewa, ila cha msingi jua, nakupenda sana. Na mimi pia nakupenda mume wangu. Unanipenda kweli? Ndio mume wangu. Hai, hayasaa vipi? Ndani kuna kila kitu, mbona sioni bizi bizi za kwenda sokoni?

Ah, dogo. Nimekuita hapo tunataka kuweka sawa. Nakusikiliza. Ah, dogo. Nadhani unaona maisha ambayo tunaishi ndani, toka siku ile lile jambo linatokea, tunatamkiana maneno mabaya, tunagombana. Wewe umekuwa kuingia nio wa kutoka bila salamu. Sasa jambo lile sio zuri sana, wanafamilia ya kuishi vile. Sasa lengo kubwa la kukuita hapa ni kwamba tuondoe tofauti kati ya wewe na mimi. Tuishi kama ndugu wa familia moja, tupendane. Kama usia wazazi wetu walivyotuachia. Basi zungu so, langu kubwa la kukuita hapa nataka nikutake radhi dogo, kwa yale yote ambayo nimeyatenda juu yako na ambayo nilikuwa nafikiria kuyatenda juu yako, kwa sababu binafsi sijapendezwa kabisa na maisha ambayo tunaendelea kuishi ndani hata wazazi wetu huko walipolala sizani kama anapendezwa na hili swala ndugu hivyo basi nakuomba radhi na kama kaka yako naomba upokee radhi yangu umsamehe tuendelee na maisha ya kawaida na mwenyezi mungu a atakubariki katika hili ni hayo ndugu naomba msamaha na lakini nimekukosea na sitarudia nahitaji amani rudi ndani ya nyumba yetu yangu ni hayo Ah, kiukweli hata mimi jambo lile ilinishtua sana na nilikushangaa sana alivyobadilika ghafla. Hmm? Ila kwa kuwa umekiri na umeomba radhi, sina budi kukusamea. Wewe ni kaka yangu. Siwezi kuacha kukusamea. Kwa hiyo mimi ninakusamea kwa moyo mmoja, kupendana kama ndugu na maisha mengine yaende. Hmm? Maana kukaa bila kuelewana wakati sisi wote ni ndugu naishi nyumba moja Ipendeze kabisa koo kuhusu kusamehe, kuondoa shaka tukanu, ninakusamehe kwa moyo mmoja. Gowangu, kwanza nikushukuru kabisa, kwani sikutarajia kabisa kama msamaha wangu unaweza ukautoa kiurahisi kama ulivyotoa, kwa sababu ulioyatenda hakika yakupaswa kusameheka kirahisi na ni kuahidi yale yote ambayo yalitokea awali, maisha ambayo tumeishi hayatujirudia kabisa. Tabadilika, takuwa kaka bora, takuongoza kwenye kila zuri, lakini pia kwenye baya nitakuelekeza kwamba mdogo wangu siko siku huko, na hakika mama takuwa vizuri kabisa. Na kuna kitu nilikuwa nataka niku ni kuombe wapi, kesho utakuwa na majukumu yote? Uh, mi kesho nitakuwa nipo tu, sitakuwa na shughuli yoyote. Basi vizuri, kesho nilikuwa nataka tutoke tukatembelee mahali fulani, lakini pia tukaangalie zile nyumba za ambazo zilibakiaga hazijaisha kule chini kule bondeni kule, tukatembee tuangalie maendeleo ya zile nyumba zikoje, kuta gani ambazo zina kreki, ili tujiandae kwa ajili ya kuzi upya. Ah, basi hamna shida, mimi okay. Nipo sawa, mi niko ndani pale, msosi kwa jikoni. Ukihisi njaa basi utachukua. Poa blaza hamna shida. Dada samahani, habari yako? Mimi ni mtumishi wa Mungu naitwa Zogo Yago, nipo kwa ajili ya kutangaza Injili. Unajua dada yangu, hii mili tulionayo ni udongo na siku zote tunaishi tukiwa tunaisha, yaani namaanisha sisi ni vijana, siku zinavyozidi kwenda tutazeeka na mwisho wa siku tutakufa. Kwa hiyo dada yangu, nakushauri ni bora kumtumikia Mungu siku zote za maisha yako, ili hata utapokufa usiwe mwenye hatia mbele za Mungu. Sijui umenielewa dada yangu Kaka mzuri, una sura nzuri, kijanaisamu kama wewe. Hiyo namba yangu nimekuwekea, kunichaji kentakuta. Mungu okay, nisimamie. Poa mwanangu. Oh, bosi kama nilivyokwambia biashara inaenda ila mwanangu, wale askari mwanangu, kama nilivyokuelekeza, wao wanazingua vibaya mno. Leo leo mwenyewe wanangu wamenikimbiza vibaya mno, chupu chupu wanikamate. Ila mwanangu, to kama hivyo, mimi nimesaidia wewe. Mwanangu wewe, kaza legedia, ugopi polisi, wakipita kushoto, wapita kulia, mpaka mzigo uishe. Haina noma. Je, Mamilio hey, mi nitapambana hadi mzigo uishe mwanangu. Jedi pambana, mzigo mpaka uishe. Kuna mzigo nimeagiza chuga, haitakiwi ukute huo mzigo mwingine bado upo o, mwanangu. Ni ngoja nikimbize kimbize hivyo hivyo tu, ukibishi

Imesha upoteza, sasa hivi tuna ishi, tuna isha, jamani. Sasa hivi pesa mbele, maugoni dele, wengine adiwa nakesha kwa ganga ndele, hata undugu mekwisha maukoto mele, mirathi. Mwenzenu dunia inanielemea. Mwenzenu dunia inaninyanyasa. Mwenzenu mirathi noo inaniumiza inanikonde Ona, inatenganisha ndugu waliopendana oh, waliheshimiana leo wanazalauliana wanagombania oh, utajiri walioacha baba na mama oh, wanaumiza vichwa kutafuta njia za kuwana oh,